Iwapo hujawa mpiganaji usihukumu masumbwi, na kama waogopa maji basi usipande mtumbwi, kisha wapishe magwiji wavitibue vidimbwi. Maana kilipo kidimbwi umumo udambwidambwi. Tanzanite kwa raha ndio kama kidimbwi, na NBC Premier League leo inakwenda kuwa huo udambwidambwi. Karibu sana halmashauri ya mji mdogo wa Babati, hapa Manyara, kaskazini mwa Tanzania. Tuko hapa tumeletwa na udambwi udambwi wa ligi kuu soka Tanzania Bara. Burudani isiyoisha kipimo chake. Burudani inayopendwa zaidi. Kama ilivyoanza ndivyo furaha yake na amshaamsha yake inavyozidi kuongezeka. Unajua, ni bado hajafahamika kwa nini, kwanini nani anakwenda kwa bingwa mpaka hivi hivi sasa lakini pia, sasa lakini pia pia wale wanaoshuka daraja pia mpaka hivi sasa bado kuna hati hati: nani ashuke na nani abaki ili kuwapisha walioko championship, nao waje watupe burudani nyingine ambayo pengine inawezekana kwenye championship huko waliifanya, wanaweza kuileta kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Nimekuambia Tanzania itikwara ndiko kwenye kidimbwi na NBC Premier League ndio udambwi dambwi wenyewe. Nani wa kukutupa huo udambwi dambwi? Wenyeji Fountain Gate football club wanawaalika Young Africa, wao ndio wenye jukumu hilo la kutupa udambwi dambwi. Mi naitwa Alhaji Zuberi Mputa, kwa niaba ya timu nzima ya Ayoma TV, tuko hapa kuletea taarifa, ripoti, habari na matukio yote ya kimichezo kuelekea kwenye mchezo huo wa ligi kusoka Tanzania bara. Kumbuka hivi leo Fountain Gate wenyewe wanasema Tambeni pande zenu, pande hizi hamwezi kutamba. Lakini wananchi pia wanaamini kwenye zile mechi zile nne wanazozihesabu wao, ukiondoa wa mechi namba 184, unaijua wanajua namna gani ambavyo wanazihitaji hizi alama kumi na mbili. Achana na ile wanayoitaja wao, hizi nne zilizosalia wanajua namna gani ambavyo zina umuhimu zaidi kwao ili kuelekea kwenye kutawazwa kwa machampioni wa mara ya thelathini na moja wa ligi ya kandanda ya Tanzania Bara hapa Tanzanite. Kwa raha mara ya mwisho wenyeji Fountain Gate Football Club walipoteza magoli matatu kwa sifuri dhidi ya ndugu zao wa Singida Black Stars jirani tu hapo. Itakuwaje? hawana matokeo mazuri katika mechi tatu zilizopita wametoka uh, kupoteza dhidi ya Singida Black Stars magoli matatu kwa sifuri. Baadaye wakasafiri kwenda Lake Tanganyika mkoa mkoani Kigoma, wakapoteza pia magoli matatu kwa sifuri dhidi ya Mashujaa Football Club. Wana uh, mapigo na mwendo. Baada ya hapo, wakasafiri kwenda jijini Mwanza, wakafuata pa, uh, Pamba Jiji Football Club, uh, wakatoka sare ya goli moja kwa moja. Nini pengine kinaendelea Fountaigate? hawana alama nzuri sana za kuwafanya wajiamini kuwa wanasalia ligi kuu soka Tanzania bara. Wanahitaji pia kuonyesha umuhimu katika michezo hii. Kumbuka, nafasi waliyopo inawezekana ni nafasi rahisi ukiitaja, lakini idadi ya alama walizokuwa nazo zisiwape assurance ya kwamba wataendelea kusalia ligi kusoka Tanzania bara. Nafasi ya kumi na moja, alama ishirini na tisa, wakati waliopo kwenye nafasi ya kumi na nne na kumi na tano kumi na tatu na kumi na nne kwenye ule mstari wa playoff wenyewe pia wana alama ishirini na saba, maanake ni alama mbili tu dhidi ya aliyoko nafasi ya kumi na moja. Inaonyesha kiasi gani pia Fountaigate wanahitaji hizi alama za hivi leo. Wananchi wa Afrika wako kileleni mwa msimamo, kumbuka, wako ndiko ambako wanapahitaji zaidi na wanauhitaji ubingwa, ili wakirejea tena kwenye michuano ya Champions League ya Afrika, wawe wanalile taji lao ambalo huwa mara zote zimekuwa likiwapeleka kwenye michuano hiyo, kama lilivyowapeleka kwenye msimu uliopita na wakaishia pia kwenye hatua ya makundi. Msimu ujao wanahitaji zaidi kuona namna gani ambavyo wanakwenda kuiwakilisha nchi wakiwa na uchampion na nimekujuza kwamba kwa nafasi waliopo mpaka hivi sasa tayari wamekata tiketi ya kwenda Champions League ingawaje pia ubingwa ni kitu muhimu kwao ni jambo ambalo tunalisubiri wanaongoza ligi wakiwa na alama sitini na saba kwenye michezo yao 25 ambayo wamekwisha kucheza Fountain Gate wamecheza michezo 26 wana alama 29. leo itakuwaje udambu udambu tutauona kiasi gani Narudia na tena kukuambia hapa ni Tanzaniti kwara halmashauri ya mji mdogo wa Babati. Leo burudani inawaleta hapa machampioni wa muda wote wa ligi ya kandanda ya Tanzania bara Simba Sports Club. Mara mwisho wamekuja hapa wenyewe, walitoka sare ya goli moja kwa moja, pengine naweza kuwafanya pia Fountaigate wakaamini kwamba kama mkubwa yule pia alipata sare hapa, kwanini mkubwa huyu pia asiondoke kichwa chini baada ya dakika tisini hizo zote. Tunasubiri alasiri ala ya leo itakwenda kutupa takwimu pengine na historia nyingine mpya ya mchezo. Kumbuka ni mara ya kwanza Yanga Afrika wanakanyaga kwenye ardhi ya Babati na wanacheza kwa mara ya kwanza katika dimba la Tanzanite kwa raha. Itakuwaje? Alhaji Zuberi Mputa, kwa niaba ya timu nzima ya Ayoma TV, tuko hapa kuletea taarifa, ripoti, habari na matukio yote ya kimichezo. Tuweke pema moyoni.